We finally, Njoroge John Njoroge ashapatikana. John Njoroge, Njoroge amepatikana. Mimi nitawapea full information. Mimi nasemanga sina lawyer na sina lawyer kabisa, hata munitia mlete muni, mun, helicopter. Mimi am ready to go. sina lawyer mahali kuna maovu, nitaongea. Hata mimi nikikua mbaya nikifanya maovu, nimewapea ruhusa mwonge John Njoroge alikuwa na deal na Rishi Kamunge na Lilian. Huyu Nduta hakukuwa mtu wa kukuja galfu, kwa sababu Nduta amekaa galfu for seven good years. Sasa alikuwa ametaya stori za kukuja galfu. Sasa eh, huyu Nduta akakutana na John. John akamwambia aje, kuna deal na anataka upretend ni kama we mwenye unataka kwenda Gulf, utafanyiwa documents zote, but kuna mzigo utapeleka wapi, mahali fulani, mahali fulani. Mwenye alikuwa anaenda kupokea mizigo anaitwa eh, Jane Mwangi. Mwenye alikuwa anaenda kupokea mizigo anaitwa Jane Mwangi. Na ye Jane Mwangi, hiyo kokena anauza Amerika. <laughs> Hatari. Hatari. Nduta akakubali akasema ya kwamba It's okay, I will do. Kwanza akapewa 167,000 Kenya shillings pocket money na Rish Kamunge, Lilian akafanya document, Njoroge akabeba mzigo akamupeya flight, akasindikizwa, akaenda, akaenda akaambiwa kilo ni kilo ine na kilo mbili ina gharimu 27 million. 27 millioni taimu tu tutakupea 100% ya hiyo pesa na already pesa zilikuwa zimeshatumwa half, hafu imebakia mzigo kudeliver na pesa zingine zinaingia. So Lilian angeomoka, Kamunga angeomoka, eh, Joroge ndio di boss, boss yao, alafu Nduta angekuwa boss pia angeomoka. Part two of stories coming nani, niko na full scoop ya yeah, yeah. niko Niko na full stack. Watu walikuwa wananiambia Sanjay, mbona umenyamaza kwa hii story? Mimi nilikuwa nafanya in- slow investigation about his story. Part two in a load. Niko busy na badhani, wacha nipike. Nitawaangusha story ya part two na sura Njoroge na na Lilian mnamjua na Kamunge na vile deal ilikuwa pale OTC second floor. Thank you. Pale OTC second floor. H? Hmm?